Wema Sepetu atachukua maamuzi magumu pindi akifikisha umri wa miaka 32. Miss Tanzania huyo wa mwaka 2006 na mwigizaji wa filamu mwenye umri wa miaka 29 sasa amesema kama hatopata mtoto akifikisha miaka 32 atafunga kizazi chake. Kwenye mahojiano na gazeti la Ijumaa Wikienda, Wema amesema ameendelea kutafuta tiba ya tatizo lake la kutoshika mimba lakini iwapo itashindikana hana budi kuyakubali matokeo. Amesema licha ya kuwepo wanawake wengi waliozaa na umri mkubwa sana, Wema amedai hataki kusubiri miujiza ya kupata mtoto akiwa na miaka 40. Mrembo huyo aliwahi kuikaribia furaha ya kuwa mama baada ya yeye na ex wake Idris Sultani kutangaza wanatarajia watoto mapacha. Furaha yake iliyeyuka baada ya kudaiwa kuwa ujauzito uliharibika. Hata hivyo Wema anapaswa kujipa moyo kutokana na kuwepo wanawake wengi waliopata watoto katika kipindi ambacho walikuwa wamekata tamaa. Mfano ni Miss Tanzania elfu mbili na moja Milen Magese ambaye hivi karibuni alipata mtoto wa kiume baada ya kuangaika kwa miaka mingi. Lakini pia mastaa wa Marekani kama Tyra Banks aliyepata mtoto akiwa na miaka 43 na Janet Jackson aliyepata mtoto akiwa na miaka hamsini ni uthibitisho tosha kuwa inawezekana. Usikate tamaa Wema. Mwamini Mungu, naamini iko siku atakujalia utapata mtoto. Subscribe sasa kwenye channel yetu hii ili uendelee kupata habari mbalimbali.